Bwana, kuna, kuna story hapa inaweza ikakushtua kidogo, na hii ni kutokana na unajua, tumezoea madeni ya madenia, watu kuweza kuibiana, watu kuweza kudhulumiana ni katika eh, sekta nyingine au katika namna nyingine tofauti tofauti, lakini katika sekta ya michezo au wachezaji wenyewe kuweza kudhulumiana imekuwa ni ngumu sana kutokea. Sasa niko na story ya beki wa zamani wa Ligi Kuu ya England ameweza kufunguliwa eh, bwana jela au ameweza kufungwa jela eh, kwa ulaghai mara baada ya kuweza kumdanganya rafiki yake na eh, kumpunja zaidi ya pauni laki moja na ishirini. Lucien Aubey, e, mwenye umri wa miaka 40 aliweza kuhukumiwa kifungo cha miaka miwili jela huku miezi kumi na mbili ikiwa e, imesimamishwa na mahakama e, katika jiji la Toulouse huko Ufaransa e, mchezaji huyu ameweza kumzuru mwenzake zaidi ya pauni milioni, e, not milioni, ni pauni ni e, laki moja na ishirini. So, alishawahi kuchezea mechi tatu za ligi kuu akiwa e, bana, E, katika msimu wa mwaka 2007 2008, alikuwa anachezea katika timu hiyo, wakati klabu hiyo ilishinda kombe la FA e, chini ya kocha Harry Redknapp, ambaye alikuwa ndiye kocha au mwenza msimamizi mwalimu wa kikosi hicho ambacho alikuwa anakichezea huyu jamaa. So, mbali na kuchezea timu ya taifa ya Kongo e, mara tano, Aubey pia aliwahi kuchezea klabu ya Toulouse, Rennes, e, na Reims E, pamoja na klabu zingine nchini Uturuki na Cyprus ni moja kati ya sehemu ambazo amekwisha kuchezea e, mshikaji huyu. Lakini kwa sasa hivi e, anaonekana kama ni muhalifu, tunaweza tukamuita muhalifu kutokana na uzumaji ambao wanakuwa wanaufanya. Sasa Aubey na mshirika wake wa uhalifu Mohamed Dia, mbunifu wa mavazi, walidaiwa kumdanganya mtu aliyefahamika kwa jina la e, jina moja tu la Sebastian Eh, mwenye umri wa miaka arobaini na mbili kwamba angepata faida ya pauni milioni moja eh, mara baada ya miaka mitatu eh bana eh, hizi story bana. So lakini Obey. Sasa amekutwa na hatia ya ulaghai baada ya kuweza kumshawishi rafiki yake aweze katikwe, aweze kuingia katika mtego huo na uanzishaji wa lebo ya muziki. So wameweza kushauriana kwamba ameweza kumdhulumu mshikaji, then wao wanataka kuanzisha lebo nyingine kabisa ya muziki. Sasa Sebastian pia alikuwa amepokea fidia ya pauni E, laki moja na sabini, baada ya ajali e, ya barabarani alivyoweza kupata ajali, pia alishaweza kupata donge nono la pesa e, kama hizo hapo, pauni e, laki moja na sabini. Lakini waendesha mashtaka wali, waliweza kuwailisha na mazungumzo hayo ya simu e, waliweza kuzungumza vizuri kuhusiana na, na kupitia simu ha, ha, ha, haukuwa ni mdahalo ambao unafanyika live waliweza kupigiana simu na mazungumzo ya simu kati ya Obey pamoja na dia yaliyoonyesha kwamba nia yao ya kumdanganya Sebastian Eban. hawa jamaa ni noma sana kwamba walikuwa na wasiliana wao kivyao ili waweze kumdhulumu mshikaji wao kabisa wa karibu. Sasa Jumatatu, mahakama iliamuru Obey kulipa fidia ya euro, narudia euro, na tena ni euro laki moja na elfu 45, na kuto na kutowasiliana na mwathiriwa wake huku Iye, na yeye pia akipewa kifungo cha eh, mwaka mmoja jela kisicho simamishwa wala makosa yake kusikilizwa, kwamba hapo hatakiwi kusikilizwa, hatakiwi kufanya chochote mpaka mwaka mmoja utakapoisha, ndipo hapo wanaanza kukusikiliza bana. Kesi zimekuwa ni noma sana, so endelea kutufuatia sisi kama Sawasawa Digital kwa sababu taarifa zote tunakuwa tunakuletea hapa kiganjani mwako, unakuwa unazipata kwa muda na wakati sahihi ambao unautaka ziliadi kabisa.